Mbari. Karibu Mwitandala Shopping Center, tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili, ndiyo Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65 meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited. mwanahabari na wenzangu tuliokaa tukazungumza kwamba sisi tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nilikuwa namwambia kwenye kamati ndugu Masuri kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kilifanya, kwa Kizungu wanasema the have done and thinkable, kwenye kwenye kwenye kufikiri kwamba Rais Samia ndiye anawafaa kuwa mgombea vyama vingine havijasema. Sasa kwa sababu wao wamefanya haitondolei wajibu wetu wa msingi sisi kumpima na kujadili katika level ya utaifa kama rais wa nchi. Sasa hapa hatumjadili rais, hatumjadili mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wala hatumjadili mtu e, e, ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi japo kwamba elfu mbili na kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini mkataba wa msingi wa wananchi ulijengwa kwenye ilani na ilani ilivyojengwa ilikwenda kuunda serikali. Sasa sisi mkataba wa msingi tunayeandikishana naye na tuliandikishana naye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwaona hapa tuna wajibu wa kujadili kwa sababu CCM walisema Dr. Samia amefanya a tremendous job kwenye nchi hii, wakakubaliana tarehe kumi na saba, kumi na nane pale Dodoma walikubaliana. Je, wananchi tunaona tremendous? Sasa tarehe kumi na nane e, mwaka huu tunajua tarehe kumi na tisa ndio siku aliyoapa kuwa rais wa jamhuri e, kwa nini sisi tunafanya tarehe kumi na nane? Ni siku moja kabla ya kuapa, na mwaka huu ukumbuke, mwezi wa tatu ndio kuna matukio makubwa mawili, ndio tuliyempoteza John Pombe Magufuli, na tukio hili pia lilifanyika mwaka mwaka 2021 mwezi wa tatu na mwaka huo huo elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa tatu tulipata rais. Kwa hiyo tulikuwa na na vitu viwili, na mwaka huu tuna vitu viwili. kumi na saba tunaadhimisha miaka kadhaa ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, na ndio mwaka tunaadhimisha tunam miaka minne hiyo hiyo ya kuapa kwa Dr. Samia. Sasa yako makundi kadhaa e, watakuwepo vijana voluntary kabisa, vijana wa taifa hili wawe bodaboda wawe intellectuals, maanake watu kutoka vyuo vikuu ambao watakuja kuonyesha thinking yao. Watakuja wakulima, wavuvi. Tunachotaka kila mmoja aseme maoni yake, na hapa kwenye hili bango limesisitiza kwamba maendeleo ni haki yako Jiandikishe, piga kura na jenga taifa lako. Maana yake hapa tunazungumzia misingi ya nchi, hatuzungumzii hatuzungumzii temu za mapitisho ndani ya vyama vya siasa. Sasa kwa kusema hayo, basi, nilisema press yangu itakuwa fupi sana. Natumia fursa hii kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wote kuja kwenye ukumbi wa kwa Tunza Beach tarehe kumi na nane mwezi huu wa tatu ambapo tutakuwa na mdahalo na mjadala mkubwa wa kupima kwamba yanayozungumzwa na vyama vya siasa ndiyo tunavyoyaona sisi wananchi. Nani anapaswa kuja kutuambia? Ni sisi wananchi. Tutakutana pale tuweze kufanya endorsement, kama kweli amefanya, lazima tupime, tunampa tena? Na kama hajafanya tutashauri kwamba hapa sio. Sasa nani anatakiwa kusema hayo maneno? Ni sisi wananchi kwa ujumla wake. Kuja kujadiliana, kuweka misingi ya utaifa, kuweka maoni yetu. Na mimi mnanijua e, kwenye nyeupe huwa na mimi niko mweupe, na kwenye nyeusi huwa niko nyeusi. Angalia vipindi nimefanya, nimefanya midahalo kadhaa. Kwa hiyo hili ni eneo langu la utawala kabisa, ninapokuja swala la midahalo, mimi ni sehemu ya utawala wangu kabisa. Nimefanya na makatibu wakuu, nimefanya na viongozi mawaziri, nimefanya na wasemaji wa serikali, nimefanya na hata siku ile mlikuwepo waziri mkuu pale, tulimuuliza mambo kadhaa na aliyatolea ufafanuzi kwa kina. Na watu na watu e, wakati tunafanya kipindi kile kulikuwa na shida ya umeme hapa nchini, tulimuuliza waziri mkuu e, top level ya shughuli za serikali, mtendaji mkuu wa shughuli za serikali tulimtaka tukamuuliza na akatufafanulia. Nafikiri leo tunajua majibu yake, yamefanyika hajafanyika. Sasa hapa hatupo kusema wamefanya wajafanya, siku hiyo umma, kwa sababu umma ndio wenye mamlaka full ya kuteua na kutengua. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema karibuni Watanzania wote Kwa Tunza Bichi tarehe kumi na nane kuanzia saa tatu asubuhi na kutakuwa na shughuli hapa katikati kuelekea kwenye hilo uh, tukio tutaenda kukutana na makundi kadhaa, kwa sababu kuna makundi mengine yatatoka, uh, voluntarily kabisa. Tulijaribu kuambia vijana katika vyuo mbalimbali waje kutoka Kagera, waje kutoka uh, Shinyanga, waje kutoka Simiu, waje kutoka Mara, kote huku msingi mkubwa ni kujadili miaka minne ya Dkt Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani ibara ya tatu ya thelathini na tatu ya katiba iko clear kwamba kutakuwa na mkuu wa nchi kutakuwa na mkuu wa serikali na kutakuwa na amiri jeshi mkuu. Hapa si tunamjadili mkuu wa nchi, head of government, head of state and commander in chief, ndio mtu ambaye tunatakiwa kumjadili sisi hapa. Sasa kwa mantiki hiyo basi vyombo vya habari sikio vitakuwa live ili kutoa uwanda mpana kwa watu walioko Tandahimba, walioko e, Dar es Salaam ambao hawatafika. E, kuna waandishi wawili wataongoza mjadala huo kwa kina kabisa. Dotto Emmanuel Bulendu na mfahamu muhadhiri, sasa hivi ni dokta, alimaliza chuo huko China, karejea atakuwa ni mmoja wa waendesha mdahalo huo mkubwa wa kitaifa ambao utaenda kujadili rasilimali za nchi na mwelekeo wa taifa, wakiambatana na mtu mmoja, sasa hivi kijana wangu anaitwa Chief Edwin Odemba, atakuwepo hapo. Wao watakuwepo hapo kujadili na kuongoza mdahalo huo. Mgeni rasmi atakuwa nani? Najua mnasubiri hapo. Tutakuwa na press ya pili kuwatangazia. Kama tulimleta waziri mkuu kwenye mdahalo huu, you can you think nani anaweza kuja E, kama ambavyo e, siku tatu kabla ya ya tukio tutakuja hapa tena kumtangaza sasa mgeni rasmi atakuja nani, na mgeni rasmi actually hatuwezi kumwita mgeni rasmi. Naomba nirekebishe vizuri, tutamuita mtumishi wetu kuja hapa tumuulize kwamba wewe situlikupa hiki wewe situlikuelekeza hiki hiki, tunakupongeza umekifanya, je hiki kuwepo kwenye show hii ya leo, lakini kuna asilimia tisini na tisa ya kutokuwepo katika show hii ya leo ya Matiko Cup. Kwa hiyo badala yake Zaka TV. Zaka TV tunasema kuwa Kontawa ndio mrithi wa Harmonize katika jukwaa la leo. Anyway, oh, usisahau kusubscribe, gonga na alama kengele. langu jina ni Frederizo Matilio. Leo tutakuwepo pale uwanja wa Shambara Bibi kushuhudia show nzima na ugawaji wa tuzo wa Matiko Cup mwezi wa tatu Kwa Tunza Beach kuanzia saa tatu e, asubuhi kutakuwa na mdahalo huo. Nitumie fursa hii kuwashukuru na kusema mjadala utakuwa wa wazi na watu wote wanakaribishwa ikiwemo vyama vya kisiasa. Ni, ni wanahabari waliokaa wanaoendesha midahalo na mijadala ya kitaifa. Tulikaa tangu mwaka jana tukakubaliana tukaanza kufikiri nchi hii ili tuweze kumove inahitaji mijadala na mijadala, ndiyo njia pekee ya kutibu. Sasa nini, Dr. Bulendu kina Chief Odemba, wakina Korumba lebaba wote hawa wanaendesha mijadala ya kitaifa e, sasa wanaoendesha mijadala ya kitaifa ndio muda ambao tunakutana kuchambua E, kutoa ushauri, kutoa mwelekeo, ni waandishi wa habari. Ndio maana hata Mansuri hapa ni mwanahabari, yuko hapa Mwaka, mwaka jana, hmm, mwaka jana na, ay, Sengo ulikuwepo kumbini, ni kwamba walikuja watu wengi. Sisi tuna utaratibu mzuri sana, tunaalika viongozi, sio tunaalika wakurugenzi katika levo hiyo, lazima tuwalike. Tunaalika wakuu wa wilaya, lazima tuwalike. Watakuwepo wabunge, lazima tuwalike watakuwepo madiwani lazima tuwaalike, wataalamu kutoka taasisi za serikali lazima tuwalike eh. Eh, kwa sababu tusipowalika kwa sababu tusipowalika tutajikuta tutajikuta tunafanya mjadala ni kama wenda wazimu, na sisi hapa hatuko kama wenda wazimu hapa. Tutawaita viongozi mkurugenzi, kipindi kile alipigwa swali wa halmashauri akajibu alipigwa swali waziri mkuu akajibu. Sasa mwaka huu e, tarehe kumi na nane bado tuna karibu siku karibu kumi na kitu e, ndio maana tuna presi ya pili ya kukuambia sasa, usianze kushin, kujishinikiza kwamba ah bwana, anakuja makamu wa rais hapa, ngo nikajiandae. Ah, wewe jua hivi matatizo ulionayo, kama kuna hoja ulizonazo za kupunguza nenda kafikiri ukiwa katika neutral ground bila kuwa na shinikizo, kuna fulani naenda kumshughulikia. Ila siku hiyo utatumkuta unayetaka kumuuliza, kama ni diwani wako tutamwalika, kama ni mkurugenzi atakuta. Ndio maana siku hiyo walikuwepo wataalamu wa maji, walikuwepo wakuu wa kuwa wilaya, walikuwepo wabunge, alikuwepo waziri mkuu. Sasa bwana Sengo, kaka yangu katika taaluma kwa muda mrefu, naamini watu wa kujibu tunachoenda kuki kukiuliza watakuwepo wa kutosha kabisa tunatarajia kwa kweli kuwa na watu za, uh, kama elfu tatu kwa, kwenye ukumbi ule. Hayo ni matarajio ya juu kabisa ambapo eh, ukumbi kwa nature ukumbi ule tulitamani kuwa na watu wengi zaidi eh, lakini tunaendelea kushauriana kwa sababu makundi mbalimbali yatakuja kwao, lakini elfu tatu elfu tatu mia tano elfu tatu hapo, kwa sababu hatutawajaza sana pale. Ukumbi utakuwa umefurika, ndio matarajio. Akasema tathmini bwana e, sudi, a kongamano lilopita eh, tulimuuliza Waziri Mkuu, umeme utaimarika lini? Akasema tuna miezi miwili tu, hamtasikia tatizo la umeme. Sisi tukifanya tathmini tunaona hakuna tatizo hilo, kwa hiyo tunaona kongamano lilisaidia wajibu tuliuliza maswali kadhaa. Tuna kelele tunazisikia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado watu e, wanabambikiziwa bili labda za maji na nini na nini, tulimuuliza pale, majibu yalitoka labda. Sasa na mimi nilofanya tathmini yangu na ndugu zangu, kwa kweli naona baadhi ya maeneo kama ni matatizo yamepungua yamepungua sio kwamba yamekwisha, sio kaenda tu yao, yamepungua yamepungua, sio kwamba yamekwisha. Kwa hiyo tathmini ile imetupa picha kwamba kufanya makongamano hii, ya namna hii yanaweza kujibu maslahi mapana ya misingi ya, ya nchi yetu na maendeleo kwa watu, kwa sababu tuliuliza maswali kwamba bana ili daraja ni kweli tutalivuka mwaka huu? Wakati tunamuuliza ilikuwa asilimia nadhani sitini na tano au hivi, leo tunaambiwa lina 80 kitu sio Eh, tisini eh, lina asilimia tisini. Maana yake walienda wakaambia wa, wananchi wenye nchi wameuliza maswali yao, na tumewahakikishia mwakani watapita. Sasa mwaka huu walituambia tutapita hapo, kwa kweli. Na wakati mwingine ukifika pale unaweza kupita unachomoza kidogo, kwa oh, unaweza kuona sio, eh. Kwa hiyo tathmini ni nzuri ya kongamano letu la mwaka jana, limejibu maswali, limejibu hoja za wananchi, japo haizuii kwamba ziko changamoto ambazo pia na zenyewe tutawauliza mwaka huu.